Mambo vipi Tanzania? Mambo vipi kanda ya ziwa na tunazidi kusonga na kampeni yetu ya sisi ni washindi 2025, na kama unavyoelewa kampeni yetu inazungumzia kuhusu elimu akili, kama kauli mbiu inavyosema kwamba tunazo nguvu tunazo akili tuna, tunaweza. Wewe ni mshindi, mimi ni mshindi, kwa pamoja sisi ni washindi. Na leo nimekuja kuwatembelea wanafunzi wa shule ya sekondari Nyanza iliyopo Geita mjini, na tunataka tufahamu mawili matatu kwamba ni namna gani elimu inaweza kuwasaidia wao kutimiza malengo yao na kuweza kufikia vipaji vyao. Nafahamu watoto wana vipaji vingi na kauli mbiu hii iko sambamba na watoto pamoja na vijana hivyo basi, jumuika pamoja na mimi mwanzo mpaka mwisho. Okay, kama nilivyokuambia ni kwamba nipo katika shule ya sekondari Nyanza iliyopo pale Geita ni na nimekutana na baadhi ya wanafunzi, wana machache kutueleza ni namna gani, wana malengo gani kufikia ndoto zao na elimu inawasaidia vipi kufikia malengo yao, na vipi je wana vipaji na wana mbinu gani ambazo wanazitumia kuweza kukuza vipaji vyao. mambo vipi ndio, unaitwa nani? Michael. Witness Michael. Witness Witness, Mike Mike, wewe ni kidato cha ngapi? cha nne. Cha nne, najua una malengo na unatamani kufika sehemu fulani. Malengo yako haswa ni nini wewe? malengo yangu ya ni kusoma na kuwa mtu mkubwa. Mtu mkubwa, eh. yeah. Eh, pengine unataka kuwa labda nani, eh, daktari, mwalimu au nani? mimi nataka kuwa wa mwandishi wa habari. Mwandishi mm wa habari -hmm wa wow, ongera sana. Hivi unahisi kwamba elimu inaweza kukufanya wewe ukawa mwandishi wa habari bora? Ndio. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa na elimu unapata na ujuzi, kwanza unakuwa unakuwa na experience. Elimu ini, ni, inasaidia katika jamii kwa sababu watu wengi hawana elimu, ndio maana hawawezi kufikia malengo yao. Ndio, sawa kabisa Dada Witness anasema kwamba watu wengi hawana elimu ndio maana hawezi kufikia malengo yao. Wewe Witness, una kipaji? Hapana, nafani tu. Unafani. Ndio. Sawa kabisa utakuja utueleze baadaye. mambo vipi? Poa. Uko poa kabisa. Jina lako unaitwa nani? Naitwa Josephine Hamisi. Josephine. Yes. Sawa Josephine. Josephine, hivi kijana, yani, mtu mpaka aitwe kijana anatakiwa awe na umri kuanzia miaka mingapi? Anatakiwa aye na miaka kumi na nane na kuendelea. Miaka kumi na nane, wewe? Ndiyo. Okay, una, una ni kijana ndio? Okay, sawa. unatamani kuja kuwa nani? Mimi natamani nije kuwa daktari. Unatamani kuja kuwa daktari, daktari. Ongera sana. Hivi ni mbinu gani ambazo unazitumia wewe kutimiza malengo yako, kwamba kwa sababu nataka kuwa daktari natakiwa nifanye moja mbili tatu ili niweze kuwa daktari bora? Mbinu ninazozitumia ni nasoma kwa bidii ili niweze kufika elimu ya juu niweze kutimiza malengo yangu. Sawa kabisa, unasoma kwa bidii si ndio? mm -hmm. Kwa hiyo unamshauri nini kijana mwenzako ambaye labda anakata tamaa, masomo ni magumu, afanye nini ili naye aweze kufika malengo yake? Kwanza amwamini Mungu katika anachokifanya na asome kwa bidii ili aweze kutimiza malengo yake. Sawa kabisa. Nakwaje mzee? Uko poa kabisa? Niko poa. Unaitwa nani? Naitwa Biodi Henry Kayuka. Okay, sawa. Una miaka mingapi? na miaka 16. Miaka kumi na sita. Eh. Hivi Biodi wewe ukipewa nafasi kwa mfano uache elimu upewe labda biashara utachagua kipi kati ya kuendelea kusoma na, na kufanya kazi? Nitaendelea kusoma. Utaendelea kusoma. Kwa nini? Kwa sababu, ili niweze kutimiza malengo yangu Okay, malengo yako ni yapi ambayo unataka kuyatimiza? Malengo yangu ya malengo yangu ya mimi kuji ya ni kujiajiri kazi yoyote amaza nikajiajiri. Sipendi kuajiriwa. Upendi kuajiriwa. Sawa na nikiangalia katika kazi nyingi sana za, za elimu yani wengi sana wanaajiriwa, si ndio? Hivyo kwa mfano, wewe unatamani kujiajiri kwenye kipi na kwa nini usiachane na shule tu tukakupa mtaji kama wazazi ukaamua kujiajiri? mm. Sawa, labda pengine unatamani ku kwenye elimu yako, yani unatamani kwamba labda niwe mtu fulani, niwe daktari halafu nijiajiri. Unatamani kuwa nani? Mimi mm. niwe daktari. Uwe daktari. Yeah. Sasa utakuwaje daktari halafu ujiajiri? utatoa wapi mtaji? utatoa wapi mtaji? <laughs> Kwa nini usiache shule a, unapenda kujiajiri, usiache shule ukaenda kujiajiri? Ni ngumu, si ndio? Hivyo. Okay, wewe kama kijana, unamshauri nini kijana mwenzako labda pengine anatokea mazingira magumu, wazazi wao wana changamoto, wameshindwa kusoma, anatamani kusoma, afanye nini ili na yeye aweze kufika malengo yake? Apambane tu kwa bidii, awe na juhudi katika utafutaji. Sawa kabisa. Nakuaje mzee? Hapa kama uko fresh kabisa, fresh. Unaitwa nani? Ayubu Jonas. Ayubu, sawa bwana Ayubu, hivi wewe kama kijana ukikutana na changamoto yoyote ile, kama kijana hapa nyumbani nyumbani au hapa shuleni, unaweza kuitatua vipi? Yani changamoto yoyote kwa hapa shuleni nikutana na changamoto cha kwanza, nitamfuata mwalimu wangu wa darasa, nitamwelezea ile changamoto, atanishauri maili machache tutaitatua changamoto, ila kwa nyumbani nitamfuata mzazi nitamwelezea, na hatimaye ataweza kuitatua changamoto. Sawa kabisa. Kuna wale watoto ambao wa hawana wazazi, navyosema watoto ambao wa hawana wazazi, nazungumzia watoto yatima, si ndiyo hivyo? Hivi unafikiria yule mtoto yeye, ambaye hana mtu wa kwenda kumweleza shida hizo anazozipitia, ata, atafanya vipi ili kuweza kuwa strong na kuwa imara kama ambavyo wewe unawafata wazazi wako? Mtoto ambaye amepotelewa na wazazi wake anaweza akatumia majirani wake wa karibu au marafiki zake. Kwa mfano, akiwa hapa shuleni anaweza akachukua jirani yake akamwelezea au akamwambia mwalimu ila na nafikiria huko kituoni waliko kuna masista au walezi, nawaelezea changamoto na wana, wanatatuliwa wana, wana changamoto zao. Bwana Ayubu, una kipaji e? Mii na kipaji. Unafikiria namna gani, wewe ni mwanafunzi sindo hivo, unafikiria ni namna gani elimu ambayo upo nayo sasa hivi inaweza ikakuza kipaji chako? Kwanza una kipaji? Mi katika kipaji, kipaji ambacho nakipenda sana ni kipaji cha kucheza hisi elimu ambayo upo nayo sasa hivi na pengine ambao utaendelea kwenda nao mbele itakusaidia vipi kwenye kipaji chako? Uh, mi naona elimu yangu itanisaidia kwa sababu nitasoma wa wabidii, nitafika chuo kikuu. Kishafika chuo kikuu nitaonyesha talenti yangu huko, watu wataniona kwenye Instagram yangu. Eh, naamini watu wataona kazi yangu kwanisapoti, watanisapoti eh, Sawa kabisa, umesema kuhusiana na mitandao ya kijamii hivi, unahisi vijana wanaharibika kutokana na mitandao ya kijamii sio wote? Sio wote, okay. Hili swali hacha nimwamishie mdada. Pa, mambo? Niko poa kabisa. Hebu niambie, hivi unahisi mitandao ya kijamii inawaharibu vijana? Ndio, ila sio kwa kiasi kikubwa sana. Sawa, hebu nipe madhara ya mitandao ya kijamii kwa vijana z madhara ya mitandao ya kijamii inapunguza yani, hata heshima. Mfano, um hata shuleni, kijana akiendelea, yani akifuatilia sana mitandao ya kijamii, anaweza akapunguza heshima kwa walimu. Sawa kabisa. Ayubu amesema kwamba kipaji ili kiweze kuonekana na watu, sindo? mm hivyo -hmm. inatakiwa kutumia mitandao ya kijamii kwa hiyo, yeye yupo sahihi au hayupo sahihi? yuko sahihi lakini yaani kutokana na kijana mwenye alivyo. Kuna kijana anatumia mitandao vizuri na mwingine anatumia vibaya. Anatumia vibaya. Jina lako ni naitwa nani? Shanifa. Shanifa. Bwana huyo ni dada Shani, anasema kwamba mitandao ya kijamii inategemeana na wewe kijana namna gani unavyoitumia. Hii ni kampeni ya Sisi Ni Washindi, bado tupo hapa katika shule ya Nyanza Sekondari. Mambo? Poa. Uko poa kabisa? Niko poa. Jina lako unaitwa nani? Unaitwa Kulwa. Okay, dada Kulwa, hivi wewe una kipaji kwanza? Ndio. Una kipaji gani? Mimi napenda kucheza, napenda kucheza. Ndiyo. Sawa kabisa. Hivi unaamini kwamba elimu yako inaweza kukufanya ukafika malengo kwenye kipaji chako? Ndiyo. Okay. Katika kukuza kipaji chako ni changamoto gani ambazo ushakutana nayo labda nyumbani au wazazi ulivyowaambia kuhusu kipaji chako? Inatokea. Sawa kabisa, umesema wewe una wazazi, si ndio hivyo? Hivi unahisi yule mtoto ambaye hana wazazi, yeye ana nafasi ya kuweza kwenda kwa watu tofauti tofauti bila mpangilio wowote? Yaani akawa ni mzururaji tu. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu muda wote anakuwa mkweka, anakuwa amekaa mwenyewe, kwa hawezi kwenda sehemu yoyote, anakuwa anajiona yupo peke yake. Okay, sawa, umejibu vyema kabisa. Kwa hiyo wewe kama kijana yule ni kijana mwenzako si ndio hivyo? mm -hmm. Wewe una unahisi ni nini ambacho kinatakiwa kifanyike ili na yeye aweze kujisikia ni kama binadamu au kama kijana mwingine kila kitu kinachokifanya. Sawa kabisa. Na hasa kampeni yetu hii ya Sisi ni Washindi kwa mwaka 2025 tumelenga kwenda kuwasaidia watoto wa Bright Light Organization. Wewe kama kijana una washauri wa nini vijana wenzako waweze kuungana pamoja na hii kampeni, au wafanye vitu gani ili waweze kuwasaidia watoto yatima? ni wanafunzi wa kidato cha nne katika shule ya Nyanza Sekondari na wameweza kuzungumza mawazo yao tofauti tofauti, wamesema vipaji vyao, wameweza kuzungumza namna gani elimu yao inaweza ikawasaidia kufikia malengo yao. Ulikuwa na mimi toka mwanzo, naitwa David Daniel na ni mhasibu wa kampeni hii ya sisi ni washindi kwa mwaka 2025, kama kauli mbiu yetu inavyosema kwamba tunazo nguvu, tunazo akili, tunaweza. Wewe ni mshindi, mimi ni mshindi, kwa pamoja sisi ni washindi! Sisi ni washindi 2025! Tunazo nguvu, tunazo akili na tunaweza. Wewe ni mshindi, mimi ni mshindi, mshindi mimi, kwa pamoja sisi ni washindi!